Kamati ya usalama barabarani mkoa wa Iringa leo imekabidhi gari aina ya Land Cruiser Hilux Double Cabin lenye thamani ya shilingi milioni mia moja pamoja na pikipiki aina ya king lion kwa jeshi la polisi mkoa wa Iringa. Vifaa hivi vimetolewa kupitia makusanyo ya ada ya ukaguzi wa stika na vitasaidia katika kuboresha usalama barabarani na kupambana na uhalifu katika mkoa wa Iringa. Akikabidhi gari hilo, mwenyekiti wa kamati ya usalama barabarani mkoa wa Iringa, Ndugu Amesema kuwa ununuzi wa gari hilo umetokana na makusanyo ya ada ya ukaguzi wa stika. Kamati ya usalama barabarani, huwa kunakuwa na ada ya ukaguzi ambao wengi tunapenda kusema stika. Kwa hiyo ukifanyika na ukaguzi basi, unalipia ile ada ya ukaguzi, unapewa ile stika kwa maana gari lako limekaguliwa. Sasa zile fedha kuwa tunazirudisha makao makuu baraza la usalama barabarani taifa, halafu wanaangalia sisi mkoa wa Iringa tumekusanya kiasi gani, basi nusu yake tunarejeshewa kwa kamati ya usalama barabarani mkoa wa Iringa. Baada ya kurejeshewa zile fedha, tukaona ni vyema tukawa tukanunua usafiri huu. Kwa hiyo Koyo usafiri umefika, itasaidia jeshi la polisi upande wa usalama barabarani pamoja na kamati ya usalama barabarani katika moja kitendea kazi. Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa, ACP Allan Bukumbi, ameeleza kuwa gari hilo litasaidia katika kudhibiti uhalifu, kuimarisha doria za barabarani na kupunguza ajali zinazotokana na madereva wasiotii sheria. Gari hili zuri na la kisasa lililokabidhiwa leo hapa mbele ya umati huu na mwenyekiti wetu limenunuliwa kwa gharama kubwa, mwenyekiti akutaje, lakini gari thamani yake imekwenda milioni mia moja. Aidha, Jeshi la Polisi Mkoa wa Iringa kupitia kikosi cha usalama barabarani kinafanya operesheni kwa kushia na kikosi cha polisi jamii, lakini na kikosi cha operesheni kwa kutoa elimu kwa wananchi na watumiaji wengine wa barabara ikiwa ni pamoja na madereva katika kuhakikisha kuwa ajali za barabarani zinazosababishwa na, na, na madereva wa zembe zinadhibitiwa. Hatua kali zinachukuliwa dhidi ya madereva hawa wasiozingatia sheria. Nadhani tumetoa taarifa yetu katika kikao cha kwanza kwamba kuna madereva ambao tumewafungia leseni na wengineo wana adhabu mbadala. Naye mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Iringa, mrakibu wa polisi SP Glory Mtui, amesema kuwa gari hilo litasaidia kufanya doria katika masafa mafupi na marefu hasa kutokana na mkoa wa Iringa kupitiwa na barabara kuu tatu ikiwemo mkoa wa Njombe, Morogoro na Dodoma. Naitwa Mrakibu wa Polisi Glory Christopher Mtui, mkuu wa usalama wa barabarani mkoa wa Iringa na katibu wa kamati ya usalama wa barabarani mkoa wa Iringa. Kimsingi, kama mnavyoliona gari letu hili ambalo limetokana na ada za ukaguzi wa magari ya stika za wiki yanaenda kwa usalama wa barabarani. Uh, litatusaidia sana kwa sababu tuko na doria za masafa mafupi na masafa marefu. Kwa maana hiyo, mkitazama mkoa wetu wa Iringa umepitiwa na barabara kuu tatu, kwa maana ya kwamba Iringa kuelekea Njombe, Iringa kuelekea Morogoro, hali kadhalika Iringa kuelekea kule Dodoma. Kwa maana hiyo ni gari mojawapo ambalo litakuwa likiendelea kufanya operations pamoja na doria mbalimbali barabarani kwa ajili ya kudhibiti wanaovunja wa, sheria tu kwa ajili ya operation hata kufika maeneo mbalimbali kwa ajili ya utoaji wa elimu usalama barabarani, kwani jamii ikizidi kuelimika itazidi kupunguza makosa. Ununuzi wa gari na pikipiki ni hatua muhimu katika kuhakikisha usalama na utulivu barabarani na kuimarisha uwezo wa Jeshi la Polisi katika kutekeleza majukumu yake ya kila siku. Nikiripoti kutoka viwanja vya FFU mkoa wa Iringa, mimi ni Adelfina Kutika wa Nuru Digito.